Kwa baba kwema, baba kwema, gomvi mwanziwe hamna, kwema rafiki kwema tu hapa nakwambia, gomvi mwanziwe hamna. Baba, ah, m, nilikuwa nimekuja baba, nina shida m, shida. Kuna taka fagio milioni 200. Mimi fagio tukamponga fagio kiagio fagio kiagio kiagio, eh, ah, nilipi hiyo? Yaani fagio la kutegilia na kufanya usafi yaani, baba yaani, baba, wewe unanipa fagio

a mwanangu, nipe basi, simchungue mwanangu. nikaja nikanunua ihmaau, umelewa, minakunywa baridi, minakunywa moto na ifadhi, huyu utakuja utaniomba mama mm. eh? nikaja nikanunua kikombe hiki hapa mm. mm. mm. <laughs> umelewa, kikombe hiki hapa cha mtina hiki <laughs> Mtakuja mtaomba jikombe mama. Sasa ninachotaka baba, fagie. Fagie mama mm. eh? sasa fagie ni sina. Eh, fagie nalo ila sikupi mama. Kwa hiyo mtangu ni. Sikupi. Shauri ni ki, ki ki baba jeno mnakiaga ja kwangu mnakipunguza mama. Nenda mama. <laughs> <laughs> Eh, baba nenda bwana. Hodi. Hodi ah, nyani bwana kizembezembe. Hodi.